You know what, shetani anajua ukiomba, kanisa likiomba vitu vyao vitajibiwa. So what he does, anakublock wewe kutokuomba. Mtakubeleana mimi, mabibi na mabwana mlioko hapa, asilimia kubwa ya mlioko hapa, ni rahisi sana wewe kuamka asubuhi ukashika simu yako, lakini sio rahisi kuamka asubuhi na kuanza na maombi. Wengi mnaonisikiliza hapa, uko so much sensitive kuchaji simu yako wakati unalala lakini sio rahisi kuomba kabla ya kulala ha. Mwingine simu yako iko asilimia sabini, ila ndani yako unaanza labda, umeme utakatika kesho, kwa hiyo ngoja niichaji kabisa. Yaani uko so much sensitive na kuchaji simu kuliko kuchaji maisha yako ya maombi. Mwingine hapo ulipo, simu yako ikizimika dakika mbili, you become so restless. Unakosa amani, mudi yako inabadilika, kwa sababu simu imefanyaje? Yesu, Yesu. Yani nachosema, <laughs> lakini nani yuko hapa ambaye hajaomba? Mwingine uko radhi simu iko ibada, umeweka simu on, au mwingine unaomba unafanya I pray in the name of Jesus. Simu inaita. Halo, halo. Nitakupigia, nitakupigia nikwa kwenye maombi. Hiyo sio prayer, hiyo ni player. Yaani eti mtu anaomba meka simu yake hapa, anaomba. Li ka santala katala. Je ntena manda sa shakata Inala masa. You need to understand ili maombi yako yajibiwe ili mahitaji yako ili ulimwengu wako wa kiroho uweze kuongea, unahitaji kuinteract through prayer.